moja na kutoa hivi vichwa vingi vidogo vidogo bado havina athari katika, aa, katika u, kuseti kichwa eh. Unaweza ukaona, kameramani, hebu tuonyeshe hapa. Unaweza ukaona hii kichwa kiko vizuri kabisa, lakini bado tuna hizo uh, zilizojitokeza. Kwa hiyo hii, haya ni matokeo ya excess nitrogen, lakini hayaathiri chochote katika katika ubora wa mbegu yetu, bado LG inaendelea kuonyesha uimara wake, kama ambavyo unaweza kuona bado imeseti kichwa kimoja kikubwa cha kueleweka. Hivi havifiki kokote na wala havina, havina matokeo yoyote. Kwa hiyo kwa wewe mkulima ambaye unatufuatilia shambani kwako, pengine umepanda LG, na sifa kubwa ya LG ni kuseti kichwa kimoja kama hivi, lakini kama itatokea imepata vichwa vingine vidogo vidogo vya pembeni, hiyo wala isikukosesha amani wala isikupotezee usingizi eh, hiyo ni ishara ya kwamba ardhi yako ina kiwango kikubwa cha nitrogen. Unaweza ukaona huyu naye ameseti hivi vichwa vidogo vidogo, lakini havifiki popote, lakini unaweza ukacheki jinsi ambavyo imeseti kichwa kimoja kikubwa ambacho kitakupa matokeo mazuri. Kwa hiyo ondoa wasiwasi kabisa, popote pale ambapo upo umepanda LG, eh, imetokea hali ya namna hii shambani kwako bado LG inabaki katika ubora wake ule ule, bado sifa yake kubwa ya kusiti kichwa kimoja kikubwa bado inabaki pale.